Sisi hapa ni viongozi wa TAHLISO eh, taasisi ya wanafunzi elimu ya juu Tanzania. Tumekutana hapa na nyinyi ndugu waandishi wa habari wa tukiwa na malengo ya kueleza ziara yetu ya TAHLISO ambayo tumepanga kufanya katika mikoa kumi Tanzania bara na baadaye kwenda Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, malengo mahususi ya ziara yetu ambayo itaongozwa na rais wetu wa TAHLISO, ndugu yetu Geoffrey Kiliba, kwa Tanzania bara ni kama ifuatavyo. Kwanza, katika ziara yetu tutaeleza miradi na maendeleo katika sekta ya elimu ambayo yamefanywa na, na, na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano mzuri katika miradi ambayo imefanywa kupitia mradi wa Hiti project takribani milioni mia nne ishirini na moja ya USD dola za Kimarekani zimeweza kuendeleza facilities au miundombinu katika vyuo vikuu takribani kumi na tisa Tanzania Bara. Lakini pia katika ziara hiyo, malengo tulionayo ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuzungumza na wanafunzi wa elimu ya juu, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu, juu ya umuhimu wa kufanya chaguzi za serikali za wanafunzi na kupata viongozi madhubuti ambao hao viongozi watakwenda kuwasaidia wanafunzi wenzetu lakini pia kusaidia nchi yetu kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa maana hiyo, sisi kama TAHLISO tuseme wale wote ambao wamepanga njama za kurubuni chaguzi za serikali za wanafunzi katika vyuo vikuu, tumejipanga TAHLISO vilivyo kudhibiti mianya yote na hakuna namna yoyote ambayo mtu anaweza akafanya uhuni katika vyuo vikuu. Lakini pia vile vile katika ziara yetu tutakwenda kuzungumzia umuhimu wa vijana wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati kushiriki katika uchaguzi mkuu, na hii ni haki yetu kama katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotamka kupitia ibara ya tano kifungu kidogo cha kwanza kwamba ni haki ya kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa zaidi ya miaka kumi na nane kupiga kura na kuchagua viongozi. Lakini pia vile vile kupitia ziara hiyo Mheshimiwa Rais pamoja na sisi wasaidizi wake tumejipanga kusikiliza changamoto za wanafunzi, kuzitatua changamoto, lakini pia zile ambazo ziko juu ya uwezo wetu sisi kama viongozi wa TAHLISO tutazichukua na kuzipeleka katika mamlaka husika. Lakini pia vile vile katika ziara yetu hii tutakwenda kuzungumza na kuwaeleza wanafunzi wenzetu katika mikoa hiyo kumi, eh, kwa vyuo vikuu na, na vyuo vya kati umuhimu na wa kutunza amani, umoja na mshikamano katika vyuo vyetu vikuu, kwa sababu panapokuwepo na amani, maana yake sisi wasomi na vijana wa vyuo vikuu tutasoma na kutimiza malengo yetu pasipokuwa na tatizo lolote. Lakini vile vile katika ziara hiyo tumejipanga na tutawaeleza kinagaubaga, kwa data na kwa takwimu, ni nini ambacho tumefanyiwa sisi kama wasomi wa, wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati yale yote ambayo yamefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan tutawaeleza wanafunzi, lakini tutaeleza na kwa wananchi, ili wajue miradi yote ya maendeleo katika vyuo vikuu na vyuo vya kati ambavyo inaendelea ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, kwa maana hiyo ziara hii tunategemea itakuwa na mwamko na, ma, na, na, na, na matukio mazuri au na, na, na, na matokeo mazuri kwa, kwa wanafunzi wenzetu, kwa sababu sisi viongozi wao tuko kwa ajili yao, lakini sio kuwepo kwa ajili yao tu, tuko kwa ajili ya kutetea na kuhakikisha maslahi yao yanafikishwa katika mamlaka husika. Ndugu waandishi wa habari, niwahakikishie ya kwamba wasomi na wanafunzi wa elimu ya juu wamejipanga kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Maana yake watapiga kura kupata madiwani na wabunge na rais, lakini kipekee kabisa ni waase eh, viongozi pamoja na, na wanafunzi wenzetu wa elimu ya juu. Sisi kwa pamoja tumedhamiria na tumeazimia kwamba hakuna namna yoyote ile tunaweza kupiga kura katika vyama ambavyo havina malengo mahususi au havina dira ambayo inaweza ikavukisha taifa letu kwenda mbele. Kwa maana hiyo tunataka kusema nini? Sisi kama, kama viongozi wao. Ni ukweli usiopingika. Mpaka sasa sisi viongozi pamoja na wanafunzi wa elimu ya juu hakuna tatizo ambalo tuna, tulilonalo linaloweza kutuzuia kutokupiga kura na, na kutokumpigia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mgombea wa nafasi ya urais. Kwa hiyo ni waasi viongozi wa serikali za wanafunzi kuwa wajumbe na mabalozi, lakini pia wanafunzi wote wa elimu ya juu kuhakikisha ya kwamba wote tunapiga kura kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi sote ni mashahidi, mengi yamefanywa katika sekta ya elimu na sihitaji hata kueleza, kila mmoja anajionea yeah. na kila mmoja anaishi katika hayo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kwa ajili ya maslahi yetu yeah. na maslahi ya taifa